Fungua. Mtani ni nani wewe? Unagonga nyumba za watu hivyo? Mimi mtani wako. Yani unataka nini? Nimepata taarifa zako, unajitapa kwa watu kwa matara ya nane utanifunga, eti mimi. Taarifa. Kwani uongo? Sasa kama kweli wewe ni mwamba, fungua. Alafu mm, nikisha fungua. Nataka nikupe mfumo nitakao utumia kukufumua wewe, mashabiki wako, benchi lako la ufundi, aliyekutuma na tajiri yako. Eh, hicho mwana kipengere. Hii dabi haina kipengere. Labda kipengere ukirete wewe. Sifungui bwana, utakuwa maleta uchawi. Dalili ya uoga hiyo. tamani kipute kipigwe leo hii sasa hivi. Wale wenye roho na mioyo mepesi hawatamani kabisa kuisikia dabi ya Kariakoo, ndio hivyo tena, haiwezekani. Ngoma lazima ipigwe, wala si mbali, tarehe nane tu hapo. Lipia kifurushi chako cha shilingi elfu ishirini na nane mapema upate uhondo kutoka Azam TV, burudani kwa wote.